Niwapongeze sana nyie kwa kazi kubwa hii ambayo tunaifanya kwa, katika kuendeleza mchezo wetu wa riadha lakini vile vile kwa namna ya kipekee ambavyo mmejitolea kwenye kazi zetu za usimamizi wa mchezo wa riadha. Sio mashindano haya tu na mashindano mengine ambayo yanafanyika hapa Dar es Salaam na na mikoa mingine. Lakini vile vile ni wapongeze maafisa michezo wote nchi nzima. Kwa ni hata kwa hawa waliokuepo, hawa waliokuepo hapa lakini na wale ambao hawapo, naomba mwafikishie ujumbe. Ninawapongeza sana viongozi wangu wa chama vyama vya riadha vya mikoa kwa namna ya kipekee ambao wamepokea wito huu uh, wa mashindano haya na kuorganize events kwenye mikoa yao kwa kushirikiana na viongozi wa mikoa na maafisa mchezo wa mikoa na wilaya. Nataka niwaambie moja ya kipaumbele chetu ni kuhakikisha, kama shirikisho la riadha, ni kuhakikisha wale wanariadha wetu wa zamani tunawarudisha kwenye tasnia ya mchezo wa riadha, wenye riadha yao, waje wasimamie mchezo wao wa riadha. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kuhamasisha na kuna viongozi wetu wa mikoa wapo hapa. Kule mikoani tuna wanariadha wale wa zamani. Hata kama wewe kiongozi wa mkoa hujawahi, uh, kucheza mchezo wa riadha katika ngazi ya kitaifa au kimataifa, lakini ni kiongozi kwa sasa. Hebu tuangalie kuwatafuta wale wanariadha wa zamani kwenye mikoa yenu. Tuwarudishe kwenye tasnia ya riadha. Umshare idea pamoja kuhakikisha kwamba namna gani ambayo tunaweza kuendeleza mchezo wetu wa riadha kwenye ngazi zetu za mikoa. Mashindano haya ni muhimu sana kwetu sisi kama shirikisho la riadha na vyama vyetu vya riadha vya mikoa. Kwa nini? Kwa sababu tunakwenda kuendeleza hasa mchezo wetu wa riadha hasa kwa watoto wa kike. Hivyo basi, uh, niwaombe tujitahidi sana, tutakaporudi mikoani kwenda kuhakisha kwamba tunafanya mashindano ya mara kwa mara ya watoto, kuwashirikisha watoto wetu wa kike, kuhamasisha wazazi. Wazazi ndio wenye resource kubwa ya, ya, ya watoto, kwa hiyo tujenge mahusiano mazuri na wazazi, lakini vile vile kujenga sisi tuwe na maadili pia ya, ya, ya mchezo wetu wa riadha katika kuwasimamia watoto wetu wa kike hasa kule mikoani tunapokaa tunapokaa nao. Niwashukuru niwa sana, a, kwa namna ya kipekee mlivyojitolea kuja kwenye mashindano haya. Niwapongeze sana na niwape pole kwa safari ndefu kutoka mikoani. Karibuni sana, kama shirikisho la riadha tunawakaribisha, karibuni sana.